Habari gani wa Tanzania, mbele yenu ni Pius Mpenda, bondia wa ngumi za kulipwa kutoka nchini Tanzania. Ah, nadhani kwa sasa anaendelea vizuri na maandalizi yangu ya pambano la tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa kumi na moja, ikiwa safari yangu ya pambano ya ilianza Dubai, ilianza kuweka kambi Dubai kwa ajili ya pambano hili, nimeweka kambi Dubai ndani ya mwezi mmoja, na sasa namalizia kambi yangu katika jimu ya Mike, Iron Mike Tyson hivyo uh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naendelea vizuri hivi, zimebaki siku chache uh, kuelekea kwa zoezi zima la pambano ambayo litafanyika Jumamosi ya wiki hii. So kikubwa niweze kuwaomba Watanzania, bondia uh, wenu, mimi naendelea vizuri uh, kila kitu kiko vizuri kabisa, kiafya kiakili niko timamu. So naomba mweze kuni, kuniombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili niweze kufanya vizuri. Naamini katika maandalizi niliyoyafanya nimefanya maandalizi makubwa, nimefanya maandalizi mazuri kabisa, hivyo naamini na, na ahadi zangu kwenu, nawaahidi kuwaletea ushindi. Nawaombe sana Watanzania muweze kuungana na mimi uh, tuweze kushirikiana kuiwakilisha bendera ya taifa la Tanzania hapa uh, nchini Saudi Arabia. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa kibali hiki cha leo kushiriki na mimi katika pambano kubwa ambalo kiufupi, binafsi yangu uh, ime, ilikuwa ni ndoto ni ndoto ya maisha yangu kuanza kushiriki kwenye mapambano makubwa kama haya. Hivyo pia kwa sasa kama nilivyowaambia namalizia, namalizia kambi yangu ya maandalizi katika gym ya Iron Mike Tyson. Yeah, so, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, uh, ushindi lazima urudi nyumbani Tanzania. Nawashukuru sana Watanzania lakini Mwenyezi Mungu aibariki sana Tanzania. Naishukuru sana serikali yangu kwa kunipa kibali pia cha kuweza kusafiri kutoka nchini Tanzania na kuelekea safari yangu ya kwanza, kuelekea nchini Dubai, kwa ajili ya kuweka kambi lakini pia kwa kunipa mwendelezo wa kuondoka kutoka nchini Dubai mpaka sasa niko nchini Saudi Arabia kwa ajili ya pambano langu. Mwenyezi Mungu akipenda, naamini tutakuwa pamoja tukisherehekea ushindi tutakaopata zidi ya kumpiga Mexico hapa hapa, hapa hapa nchini Saudi Arabia. Asanteni sana, nawapenda sana Watanzania. Boxing ni kazi uh, boxing ni maisha, boxing inatusaidia katika kila kona. Tuitumie boxing katika kulitangaza taifa, tuitumie boxing katika kujiajiri sisi wenyewe. Asante sana na Mungu abariki sana asante.